Hivi, hawa pumbavu wanaoongelea e bana. Leo Mange Kimambi kwa mara nyingine tena anakuja na jambo hili. Hapana, jambo hili kwa namna moja au nyingine linamhusu sana Diamond Platnumz. Unajua Mange amekuwa ni mtu ambaye alikuwa akimwongelea sana Diamond Platnumz kuanzia miaka 2016 hadi sasa hivi tupo 2025 Mange ameongea vitu vingi sana kuhusiana na msanii Diamond Platnumz, na hata siku moja Hatujawai kumuona Mange akipatana vizuri na Diamond Platinumz. Kuna sababu ambazo Mange zinapelekea pengine amchukie sana Diamond Platinumz na hiyo ipo wazi kabisa. Hasa Mange alituelezea mwaka jana kwamba, hapana, ilikuwa ni mwaka huu mwanzoni uni hapa. Alisema kwamba msanii Diamond Platinumz alikuwa anajitahidi sana kufanya kila awezalo ili tu kumshtaki Mange Kimambi. Hilo ni jambo ambalo Mange ameelezea vizuri kabisa na unajua huyu Mange alikuwa na application ambayo mara kwa mara alikuwa na posti stori za umbea na vitu kama hivyo, lakini mara nyingi sana e, stori asilimia kubwa e stori zote hizo zilikuwa zinamhusu Diamond Platinum. Unajua, kimuangalia tu Diamond Platinum anapata watu wengi na vitu kama hivyo na kwa kipindi kile Mange anasema kwamba hiyo application ilikuwa inamuingizia pesa nyingi sana. Unakumbuka ishu moja ya Rita? huyu Rita alikuwa ni mchepuko wa msanii Diamond Platnumz, na inasemekana kwamba huyu Rita ndiye ambaye alimuuzia Mange Kimambi information zote na video mbalimbali mbali mbali na vitu kama hivyo ili tu Mange aweze kuziachia hizo video, na inasemekana kwamba huyu Rita alipewa pesa nyingi sana na Mange Kimambi baadaye. Jambo hilo lilimuumiza sana msanii Diamond Platnumz kuona kwamba siri zake zote zinafichuliwa na Mange Kimambi na baadaye msanii Diamond Platnumz akaanza kumshtaki Mange Kimambi na vitu kama hivyo. Sasa, licha ya mambo yote hayo ambayo Mange amepitia, leo hii Mange ametoa tangazo kwa mara nyingine tena, na hili hapa ni tangazo ambalo Mange ameona ni bora tu Tanzania waweze kuwa wazi. Unajua, hivi karibuni Mange alikuwa ameacha kabisa kuongelea mambo ya umbea, hivyo Tanzania wakaanza kumwomba kwamba Mange, tunakuomba urudi tena huku uanze kuposti tena ishu za umbea, uanze kumposti Diamond Platinumz amefanya hivi na vile. Basi Mange leo ametoa tangazo kwamba yeye na umbea basi tena kwamba zile stori zote ambazo zamani tulikuwa tumezoea kusikia kwa Mange Kimambi za kumhusu Diamond Platinum, kumuhusu za kumhusu Zuchu na vitu kama hivyo, Mange amesema sasa hivi ameamua focus kwenye mambo mengine kabisa ambayo huwa anaposti huko Instagram. Lakini kwenye swala la umbea, Mange ameachana ame, ame nayo kabisa, na hivyo tusitarajie kuona kwamba Mange anamsema tena Diamond Platinum na pengine sasa hivi ugomvi wa Mange pamoja na Diamond Platinumz umefika kikomo. Unajua, watu hawa wamekuwa wakisumbuana kuanzia ya miaka ya nyuma kabisa huko 2016, 2017 lakini sasa hivi Mange amesema hapana, anaona ni bora focus kwenye mambo ambayo yanatija na ameacha kabisa kuongea umbea wa kina Diamond Platinumz na vitu kama hivyo. Hilo ni tangazo ambalo Mange amelitoa rasmi kabisa ijapokuwa habari hizi za kina Diamond Platnumz na application ya Mange Kimambi kipindi hiko, inasemekana kwamba alikuwa anaingiza zaidi ya milioni hamsini kwa mwezi mmoja. Hiyo ni, ni, ni, ni pesa tu ambayo anaipata kwenye, eh, kwenye malipo ya application na vitu kama hivyo, ni pesa nyingi sana, lakini manke amesema sasa hivi ni bora afocus kwenye mambo ya msingi na achane kabisa na wakina Diamond Platnumz pamoja nazojo. Ee bana, jambo hili pengine itakuwa ni aweni kwa Diamond Planams kwa sababu Diamond Planams mtu ambaye alikuwa anamuumiza sana akili yake alikuwa ni Mange Kimambi. Sasa leo hii Diamond Planams akisikia kwamba Mange ameiachana rasmi kabisa na Ombea. Hiyo inaweza kao ni taarifa njema sana kwa Diamond Planams. Ee bana, mimi nikushukuru sana mtangazaji, naitwa Hansi na hapa ni channel ya kupendwa inakuletea habari pamoja na stori mbalimbali. Uwe na siku njema rafiki yangu. Hivi hawa wapumbavu wanaoongelea hivi hawa wapumbavu wanaoongelea hivi hawa pumbavu wanaoongelea hivi hawa wapumbavu wanaoongelea

hivi hawa wapumbavu wanaoongelea